Mwenyekiti wa tume ya taifa ya uchaguzi NEC, Jaji Damian yani Lubavu, amemkabidhi cheti cha ushindi wa urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mgombea urais kwa tiketi ya Chama cha Mapinduzi na rais mteule Dr. John Pombe Magufuli. Sherehe hizo zimefanyika leo katika ukumbi wa Diamond Jubilee jijini Dar es Salaam na kuhudhuriwa na rais Jakaya Mrisho Kikwete, viongozi mbalimbali wa kitaifa pamoja na marais wastaafu wa Msumbiji na Nigeria. Mara baada ya kumalizika kwa hafla hizo Dr. Magufuli alielekea katika ofisi ndogo za CCM zilizopo eneo la Lumumba kuwashukuru wana CCM. Katika kuzunguka kwetu, Watanzania wameona kuna kero nyingi, kuna kero za maji, kuna kero za umeme, kuna kero za miundombinu na kero nyingine nyingi. Watanzania wanataka kwa hiyo ni waombe ndugu zangu wa Tanzania wote bila kujali vyama vyetu, tunaomba sana ushirikiano wenu, kwa sababu bila ushirikiano wenu hatuwezi kufanya kazi. Ushirikiano tuna uomba kwa Watanzania wote na wana, na watu wa vyama vyote lika mbali mbali, wakina mama, vijana, wazee, watoto ili haya tuliyoyaahidi tuweze kuyatimiza haraka. Tusipopata ushirikiano mzuri kutoka kweli, mtatuchelewesha kutimiza yale ambayo tumeahidi. Aidha, Dkta Magufuli ameelezea kukerwa na namna unafiki unavyokimaliza Chama cha Mapinduzi na kuahidi kuwa atalishughulikia tatizo hilo kikamilifu <tipo> kuhusu mekwisha watubu wajirekebishe warudi kwenye mstari tufanye kazi kwenye, ni mara kumi uwe na mpinzani kutoka nje kuliko kuwa na mpinzani kutoka CCM. Kwa sababu mipango yenu mtaipanga mchana wao watakwenda kuitoa mipango yenu ujimu. Na wale ni wabaya na kutai, na mchawi Kwa sababu ndani ya iya Mheshimiwa <coughs> <coughs> mwenyekiti wangu, ninaomba unisamehe, lakini ukweli utabaki kuwa ukweli. Wewe ni mwenyekiti, lakini ulikaa na wanafiki ndani ya ofisi ndogo za CCM mjini Dar es Salaam, ambapo kuna shamrashamra aaaa ama rais mteule wa